Kama hivi ndo, kuna sehemu ambazo zinatengwa maalumu nje ya mji. So kila sehemu, eti, kwa mfano kama yule jirani wa mbele pale, ajenge gorofa, kubadilisha chochote sio aege. Yaani wewe ingia, weka makabati yako, kama yapo makabati ukutani, sawa. Kama hamna, weka ya kwako

hizo roof zinatakiwa ziwe sawa.